Peki yake alikuwa hana kaka, hana mdogo, hana dada. Yaani mkubwa yeye, mdogo ye. Ehe, yani baada e, ya kumaliza kizai chankwangu mimi tu amefariki. Eh, miguu yangu mibovu uwezi kujitetea kwa nyka haraka sana kuikwepa ile gari bwana, nipumzike niokote kopo nikauze, nikipata 200 300 mia tatu tunakula. Mwite mama mpambanaji, mwite mwanamke shupavu. Huyu ni Tausi Waziri mwanamke ambaye anapitia hali ngumu ya kimaisha huku akifanya kazi ya kuokota makopo, kazi ambayo kwa sasa ndio ambayo inampatia kula, kulipa kodi na kumsomesha mwanaye ambaye anasoma kidato cha nne. Yapo mengi mazito na ya kusisimua ambayo mama huyu anayaeleza. Karibu, hii ni Father Families Media. Tausi mtazamaji anaye kutazama kupitia channel yetu Families Media anatamani kufahamu historia ya maisha yako toka ulipozaliwa, mmezaliwa watoto wangapi katika familia na mpaka sasa hapo ulipofikia? Tumezaliwa mimi mtoto wa kumi na mbili, tulizaliwa kumi na mbili wote, kumi mbili, kumi walifariki, tulibaki mimi na dadangu watu wawili. Dadangu naye amepata changamoto ya kuumwa mtoto, amehangaika ameshindwa Mwenyezi Mungu amechukua kiumbe chake kafa elfu mbili na ishirini na tatu. Sasa hivi ndo niko peke yangu, hatuna mjomba, sina kaka sina kusema, labda baba mdogo au labda nitaenda kwa shangazi, nitaenda kuomba, labda hata kama unga kidogo hakuna. Yaani kilipata nilipata ni la kwangu hilo, nitahangaika nalo nopo shindwa basi, atasema kwanza natua huu mzigo nipumzike, e ndio hivyo. Kwa ina maana katika familia moja mizaliwa watoto kumi na mbili, lakini kumi wote wameondoka wametangulia mbele za haki, na sasa umebaki peke yako. Umebaki peke yangu, yani kwa tulitupo zaliwa kumi na mbili, mimi ni mtoto wa kumi na mbili. Kumi wote wazetu walikopo wako chini, tulibaki wawili kama wawili. Sasa dada alipofariki ndo kumi na moja hiyo. Sasa mimi ndo niko peki yangu, peki yangu, sina nani wala sina nani. E, ila nashukuru Mungu wasadadangu dadangu umezaa watoto naye, kachukua kizazi cha mama kachukua watoto kumi kaza wawili wamefariki, wamebakiwa nane zao. Basi mama, ngoja tukae kikao chetu ndo watauza, na ndo watapata hela kidogo. E, na sasa mama mia mbili hiyo hapo utatatulia shida la huko mama, huko, sisi na kweli, kweli, kweli, maisha ya mji ya kijijini kule. Lakini lazima, lazima elfu ishirini kumi na tano e, kule nyumbani mbani nishakuja muda mrefu sana huko Morogoro nimekuja toka elfu mbili na sita niko hapa Morogoro. Nimekuja hapa niko mwalimu ali na chakali shida kupewa mafuta, mama naye mdogo pale aliomba shilingi miambili nimemsaidia, na kwa ni makosa bora nikomee mwenyewe huku huku. E, unajua huku ni kweupe, unaweza kuenda mjini mpaka. E, nilikuwa naenda mjini madukani kwa Waindi, mimi naenda kuomba e, ili kusaidia watoto kula, siku za Ijumaa, siku na sadaka zile za mtume Muhammad, mimi naenda kule mjini naomba, jioni narudi. Nachopata nimepata, nachokosa nimekosa. Asubuhi nafanya shughuli zingine, na baba wa watoto ni yupo, lakini yule baba ni gaidi. Yani ni gaidi, toka niache mimi hajua watoto zangu wanakula nini Je, wale watoto wanauma wanatibiriwa vipi? Na sijui kufanyaje labda kwenye masomo watoto wale watasoma vipi kweli kama sio wiki Chadema? Watoto zangu wasinge soma. Wangekuwa sufuri kama mimi mwenyewe. Kwa sababu mimi mwenyewe sikusoma, baba angenisomesha na mimi labda ningekosa kikubwa. Kidogo ningekipata, lakini wapi? Baba mtoto wako alizana na watoto wangapi? Watoto wawili. Eh, huyu mwanamme na mtoto wa kike yule kwa Dar es Salaam huko. Aliacha watoto wake katika kipindi gani? Mwanamume walimwacha na miaka mitatu, huyo mwanamke alimwacha na mwaka na nusu, alikuwa bado yuko kufanya na nyonya, ndo hajali wala afikiri wala, mpaka sasa hivi hajui kusema kama watoto zangu kule mjini wanaishi vipi e, na ni wasomi. Mama yule ni mlemavu, nimempa wale watoto wao, nimempa changamoto, lakini hajali wala hawazi ye, pombe kusonga mbele na umalaya wake, pombe kusonga mbele na umalaya. Kaka yule katika hali isiyo ya kawaida ni kwamba mume wake na mama huyu amemkimbia huku akimwachia mzigo wa watoto na kuto kutoa pesa yoyote ya matumizi. Yeye yuko wapi sasa hivi? Yuko nyumbani huko Matombo. Matombo. E, kuna kijiji kinaitwa Ngongo shuleni. E, ina maana uko alipo sasa hivi ana mke mwingine. Hana hata mke, yani toka mm. E, niachi mimi, hana hata mke. Mm. Yupo yeye kama yeye, ila tatizo nini yule baba, sijui akili yake sijui ikoje E, na mimi kusema sije nichukue jukumu la kumpeleka sijui wapi sijui wapi usajami, naogopa familia kwa sababu kule usajami wananiona kama mimi hivi, hali yangu ni mlemavu alafu anipa changamoto ya watoto na yeye mwenyewe kija kumwangalia, baba la nguvu sio la kuacha, tuzo zake wakachezeleka, nitakuja kumwangamiza. Najua tena ndugu atakuta kukasikia wewe eh, nikaona Mwenyezi Mungu atanisaidia mimi. Naomba Mungu tu niamke salama, usiku umekucha, unabeba tenga la kula mboga, unatembea mitaani, umepata mia mbili Yes, umefanyaje? Umekaanga sambusa umekaa hapo unapata shilingi 200, watu wako wanakula na wewe mwenyewe unakula, umepata ile kodi ya nyumba umelipa. Maisha yako anafanyaje? mm -hmm. yanaenda ye eh. ukoo wa watu achana nao eh, kwani walipokuja akaja si kwa heri. Leo kwa nini weshali eh, ameshaye kuja hapa kuja, kuja kuangalia hali ya watoto wake ama hajai kufika anakuja tu ikiwa e, kwanza kazumba zumba huko kachoka, basi tutakuta sana kuja kwanza, na ikija hana chochote cha kusema, labda iki hapa wala nini E, hapa mimi nimehamia mwaka jana mwezi wa 12 lakini nilikuwa nakaa kule ngambo bondeni kule barabarani kule. Eh, kuja na kuja anakaa anakaa anakaa kisha na sasa ngoja nikaione ile miboya kwanza mizima au ishafariki. Kumbe na nikuta mimi maisha yangu yanaenda. Mwenyezi Mungu ni mkubwa na nilinda nitafuta mia mbili wa kula na wanangu tunapumzika. Eh, ina maana anakuja tu, na angalia, naondoka. Angalia tu kama yani, anaangalia kusema, kama je, wale watu wazima wamekufa. Hmm. Mbona sina simu nao wala cha nini? Ananikuta mimi nipo tu maisha yangu mama yanaenda. mnawasiliana kwenye simu? simu anayo, lakini sina hata namba naye. Okay. Kwa hiyo ina maana hapa nafika jifikaje? anafika huku si ndio kwake eh? Huku ndio kwake, mimi nyumbani kwangu kule alikontoa, lakini huku yeye ndio kwake, ndio alikozaliwa, huku kakulia huku, ila kule sasa, yeye alikuja kule kijijini, kuna mama yake mkubwa alivyozaliwa na mama yake mzazi, baba mmoja, mama moja, yuko kule kijijini mm. Ndio alikuja kule kipindi kile cha mgodi kuchimba chimba migodi kule ndo akaja naye kufuata mgodi kule, ndo akaja kuvana na mimi, ndo akaja kanitolea hela yake kidogo. Mimba ya kwanza ndio huyu hapa, mimba ya pili ndo huyo mwanamke e. na vipi kwenye upande wa familia ya upande wa mama upande wa baba wanakusaidia? Upande wa mama kwangu mimi au watoto kwako? Kwangu mimi wa yani, yani e. Yani kwangu mimi, kama hivyo nilivyosema, watoto wa dada ndio wananisaidia tu. Ndo kukaa mama amefariki na ameniacha mdogo sana sana, sana, sana. Wala hata kumjua simjui kama ndo miaka ya kupiga piga picha na ningeonyeshwa picha tu, mama huyu hapa, lakini wabeke nimeacha mdogo baada ya kuniacha mdogo, baba akaandika barua. Kaka alikuwa anaishi hapa Mikese stesheni, akaandika barua ikamwendea kaka huko, njoo chukua mtoto huko, mama yake mifariki. Ndio kaja akanichukua kaka, nikaenda nikalelewa pale Mikese stesheni, nikakulia pale eh, akaja shangazi akanichukua, tukaenda Mbeya nikakaa miaka mitatu mm, akanirudisha nikaja tena Morogoro hapa Changarawe, akanilea dadangu kwa sababu baba mkubwa na mdogo, nikavunja ungo hapo Changarawe, ndio dada akanichukua sasa, akanirudisha hapa Mikese kwa kaka mm, nimemleta bi mdogo huyu hapa mkubwa sema ah, mkubwa e. Basi sasa, ngoja nimpeleke nyumbani, ndio kaka akanichukua akanipeleka nyumbani, kwa sababu nyumbani kwepo baba mdogo, nyumbani ni yupo alivyozaliwa na baba baba moja, kwepo watoto wa mitala, ehe ndio akafunga safari sasa, wote akatuzua ya, familia yake Kadika nyumbani matombo vipi? Mm. na babako mzazi yupo? baba mzazi wote wamefariki. baba mzazi amekufa toka themanini na nne. Mm. kaniacha ndo maziwa anaanza kuja mimi, baba amefariki naye, nimekuwa yangu shida shida, sina maisha maalumu sana. Kwa sababu nini, kila sehemu kipindi kile walikuwa wote wameenea, kwa baba wameenea kwa mama wapo, wameenea kulikuwa na kaka mkubwa wa kwanza wetu mkubwa kabisa walikuwa anaitwa Ali. akaja tena kaka tena mwingine alikuwa anaitwa Mohamed. Akaja tena kaka mwingine alikuwa anaitwa Nasoro. Akaja tena kaka mwingine alikuwa anaitwa Rashidi. Unaona, akaja mama mdogo Bit Nasoro walikuwa, yani nilikuwa nalinga kipindi kile niende wapi? Nachagua niende wapi? Na kuni kaingia hapa hodi au umefika eh? Aya karibu. Lakini sio sasa hivi mama kesema nifunge safari niende nyumbani ndo naenda kwa familia yangu aliyoacha dada. Na kwa sasa hivi unafanya biashara gani? Biashara yangu ndio inaokota makopo. Hmm. Nakuta makopo. Maisha yangu ndio hivyo. Yanaenda kidogo. Yaani baada ya kusaidia ni makopo ni biashara. Mimi ndio nikashukuru nikasema, afadhali nina kidogo maisha yangu kidogo yatakuwa taokoka, yata na paka kwenda kuomba mjini, ndio nikapumzika. Sasa hivi najua nini mjini kwanza, sasa hivi magari mengi hmm, eh miguu yangu mibovu, unaeza unasema unavuka unaenda ng'ambo unafika katikati ya barabara, umeanguka, uwezi kujitetea kwa nyoka haraka sana kuikwepa ile gari. Nikaona bwana nipumzike, niokote kopo nikauze, nikapata mia mbili mia tatu tunakula. Sawa. na ulivyoanza kuokota makopo, ni ugumu gani ambao ulikuwa unaopitia? Changamoto sana huko makopo yenyewe, natoka saa tisa usiku. usiku au saa kumi usiku ummitani, natembea tembea, kitu kinaniuma sana kwa sababu jambo la usiku mtoto toka, mtoto wa kike peke yako, alafu wenyewe wenye majumba wamelala, wako ndani, wewe uko nje unazurura eh? Na hiyo dhahama, hiyo dhahama kwa kweli, sipigi kufuru, bado sijakutana nayo. Lakini sasa, nina changamoto. Sasa, yani kila nikitoka nasema ipo siku mimi tapata shida kubwa sana. Ta mgeni sangana hata saa kumi nambia sabula nitoke, nimepata siku pata, kwa sababu tuko wengi, wengi, wengi, wengi sana. Ukisema uchelewe basi utakuta utapata vizuri. Eh, unarudi, unatunga mawazo, sasa nifanye nini, niende wapi? Yanza mgeni paka mnaanza akachukua hata nguo yangu, nambia hii hapa peleka kwa fulani pale, atakama akupa elfu mbili, elfu tatu, utapata kula, kesho utaenda shule. Eh, yani mavazi yangu tupu shida, naweza nkanua nguo nivae, eh? Utakuta mtoto kaudi shuleni, ndani hamna kitu, nachukua nguo ile ile unapeleka kwa enzio ukauze, ili mtoto apate kula apate nguvu ya kuamka asubuhi, aende shuleni akamsikize mwalimu ka. Tukazidi kuzungumza naye mengi, huku akieleza vitishio vingi vikubwa ana anavyokutana navyo na maajabu mazito anayokutana nayo, anapokwenda kuokota makopo, kwani huwa anaamka usiku wa manane. Usikose mwendelezo wa stori hii. Subscribe, komenti asante.